Asante kwa majina, ninaitwa MC mwalimu Solomoni Mkangwa au Mwalimu Mkangwa nimezoea kuitwa hivyo. Niombe niweze kutoa utaratibu wa siku ya kesho tarehe moja siku ambayo tunakwenda kumpumzisha mzee wetu mzee Fabian Ngajilo. Shughuli nzima itaanza saa tatu asubuhi ambapo itafanyika katika uwanja maarufu, uwanja wa Samora ulioko Manispaa ya Iringa. Tunatazamia kuweza shughuli zote kufanyika katika uwanja huo, ambapo tutakuwa na wageni mbalimbali ambao wametukimbilia kwa ajili ya kuja kulia na mzee wetu mpendwa, mzee wetu Fabian Ngajilo. Tunatazamiwa kuwa na mwenyekiti wa wazazi taifa, ambaye atakuwepo hapa. Tunategemea kuwepo na waziri Yusuf Masauni, atakuwepo hapa. Tunatazamewa kuwepo na msemaji mkuu wa serikali ndugu yetu Gerson Msigwa, pia atakuwepo hapa kama mwakilishi wa serikali. Tunawakaribisha wananchi wote wa Iringa waje kwa ajili ya buriani ya mzee wetu kuja kumuaga. Ikumbuke kwamba mzee Fabian Ngajilo ndio baba mzazi wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini ndugu Ngajilo. Pia ndio baba mzazi wa mfanyabiashara maarufu Fredi Vunjabei, mwenye maduka ya Vunjabei karibia nchi nzima, na ni mdau wa maendeleo ndani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi naomba niweze kuwakaribisha. Shughuli zima itaanza kesho saa tatu asubuhi, na mwisho tutakwenda kumpumzisha mzee wetu katika kata ya Mseke ambapo ni kilomita kumi tu kutoka hapa Manispaa ya Iringa, kijiji cha Ugwachanya. Hapo ndo tutakwenda kumpumzisha mzee wetu. Naitwa Kristo niona Manongi, mimi ni katibu wa wazazi wa mkoa huu wa Iringa chama cha Mapinduzi. Mzee Ngajilo namfahamu, kwanza ni baba mzazi wa mwenyekiti wangu wa jumuiya hiyo ya wazazi mkoa, Mheshimiwa Fadhili Ngajilo ambaye pia ni mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa Mjini. Mzee namkumbuka kwa pendo um, uh, na ukarimu wake uh, ndiye aliyenipokea na kwa kweli nilifikia kwenye moja ya nyumba zake za wageni ndipo ndipo mfahamu vizuri cheshi, uh, mkarimu sana, na mara nyingi tulipokuwa na mahitaji ya wageni mahali pa kupumzika, huyo mzee alitusaidia bila bila tatizo lolote. Kwa hiyo kwa chama cha mapinduzi ni pigo eh, lakini pia hata kwa jamii ana mchango mkubwa sana eh, katika kusaidia jamii. Kwa jina, mimi naitwa Rusi Victor Mtini. Marehemu ni mtu alikuwa wajirani sana, ni mtu ambaye nafahamiana naye toka mimi nikiwa binti. Nilikuwa kwenye ofisi moja ya mahesabu, ilikuwa inaitwa Benera Benera Company, ambayo tulikuwa tukimfanyia mahesabu kwa ajili ya biashara zake toka nikiwa binti, lakini baada ya hapo tukajuana vizuri na mama ambaye mama, sisika, sisi kwa sisi ni dada yangu, ambaye tunaabudu wote muda mrefu katika kanisa la Tiji Mlandege, hususani na mimi ni mwanafamilia. Kwa hiyo na mimi nimesikitika kutokana na kifo cha shemeji yangu, na zaidi yote mie ni mombolezaji katika familia hii, na pia ndo natoa huduma ya chakula kuanzia msiba ulipoanza leo mpaka hata kesho. Kwa hiyo tunapenda kusema kwamba tunaomba tu watu waji wajisikie tu vizuri kwenye msiba huu, tuomboleze pamoja na hususan kesho tutakuwepo mahali hapa wote watakaokuja katika msiba.